Kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, fumbo la Pasaka. Kama mnakumbuka siku ile tuliabudu Ekaristi Takatifu walau kwa saa moja, lakini kwa vile ilikuwa ni Juma Kuu na kwa kuwa tulikuwa tunafikiria zaidi juu ya mateso ya Yesu, mama kanisa kwa busara na hekima yake akatenga siku nyingine katika mwaka wa kanisa ili kuwa na muda wa kutosha kuonesha furaha, upendo na shukrani kwa Yesu wa Ekaristi. Kwa hiyo kanisa limetenga Alhamis baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu, au kwa sababu za kichungaji Dominika baada ya Dominika ya Utatu Mtakatifu tuweze kuadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyejitoa mwili na damu apate kuwa chakula na kinywaji chetu. Ndugu zangu, sherehe ilianza kuadhimishwa miaka mia saba iliyopita huko Ubelgiji. Sisa Juliana Liege mwakusino alipata maono ya kanisa likiwa chini ya mwezi unaong'aa wenye kidoti kimoja cheusi, doti hiyo ikionyesha kutokuwapo kwa sherehe ya Ekaristi Takatifu. Sasa huyu alitoa maombi rasmi kwa papa kwa ajili ya ruhusa ya kanisa kuadhimisha sherehe ya mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo, Baba Mtakatifu Urbano wa, wa nne, akaruhusu yenee kwa kanisa lote tangu mwaka elfu moja mia mbili sitini na nne. Na lengo lake ni nini? Kwanza kabisa ni kuwapa waamini nafasi murwa ya kufurahia, kusifu, kuabudu na kumpa Mungu heshima stahiki kwa kujishughulisha nasi. Pili na zaidi mno ni kumshukuru Kristo kwa kukubali kubaki nasi katika fumbo la Ekaristi takatifu kama chakula na kinywaji chetu kwa ajili ya roho zetu. Tena sherehe hii inatusaidia tuelewe vyema uhitaji wa Ekaristi katika maisha yetu kama mtu binafsi na kama jumuiya ya waamini. Wapendwa, Tunapoadhimisha misa hii sasa, wenzetu popote duniani wako katika maadhimisho kama haya. Tunaendelea na ile kauli mbiu ya kongamano la kiekaresia lililofanyika huko Ireland lenye kauli mbiu Ekaristi takatifu muungano na Kristo, nasi tukialikwa nasi kuunganika na familia yote ya Mungu. Ikiwa Ekaristi natuunganisha na Kristo na kuwa mwili mmoja pamoja naye, basi tudhihirishe muungano huo baina yetu. Ni aibu, ni fedheha na kashfa, tena ni kufuru mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, ikiwa tunashiriki Ekaristi Takatifu ikiwa tunachukiana, tuna maadui tumegawanyika au hatujaliani. Kumbe tunapoadhimisha hili leo na tutakalolishuhudia wakati wa maandamano, tunataka kuambia ulimwengu, sisi ni watu wa ekarisia. Ndugu zangu, ekarisia katika mwaka wa jubilei kuu ya elfu mbili na ishirini na tano inamaanisha nini? ni kusanyiko la kiekaristia katika mwaka huo mtakatifu wa imani yetu, ni mkusanyiko wa kiekaristia. Uliwekwa uliowekwa kwenye mfumo wa hija katika parokia za kifrancisko za Wakonventuali, ambao tumekutanika pamoja katika hija takatifu ya kumtafuta Mungu tunaposema mahujaji katika matumaini, kimsingi adhimisho hili takatifu tunalolifanya kama muungano wa parokia hizi ni watu wa hija. Hongereni sana mababa kwa kuja na wazo hili. Ndugu zangu, tumekuja hija. Neno hija linatokana na neno la Kilatini peregrinus linalomaanisha msafiri. Ieleweke ya kwamba siyo msafiri yoyote. Hujaji ni mtu anayemtafuta Mungu. Na kama tunavyofahamu, sisi ni watu ambao tumevutwa na neema hiyo ya Mungu ili tuje pamoja, tusali pamoja. Mtakatifu wa Agustino anasema mioyo yetu haiwezi kutulia mpaka imetulia katika Mungu. Nataka kuamini ya kwamba kila mmoja wetu katika kusanyiko hili anayo ile furaha kwamba hapa ndipo yanapoadhimishwa matakatifu yanayoendana na wokovu wetu. Hijo yakiekarisia tunayoifanya leo hii ni safari ya kiroho , ishara inayoonekana ya nje ya hamu yetu ya ndani kuelekea uongofu na kukua katika utakatifu. Hija ya kiekaristia tunayoifanya leo hii katika maadhimisho haya, adhimisho la misa na maambatano yake katika maandamano, ni safari ya kiroho ni ishara inayoonekana kwa nje ya hamu ya ndani ya kuelekea uongofu na kukua katika utakatifu. Hivyo ndugu yangu, kama umekusanyika kwa mazoea au umekuja kwa sababu ya mkumbo, basi tumia fursa hii kubadili mtazamo wako, kubadili mwelekeo wako, uanze kututumia haya matakatifu. Ninamshukuru Mungu kwamba nimepewa jukumu moja la kufafanua umuhimu wa Ekaristi katika maisha ya mwanadamu, iwe ni kwa mtu binafsi, iwe ni kwa familia, jumuiya, kanisa na jamii katika ujumla wake. Leo hii tutakapokuwa tunafanya maandamano, na tena najua wapo wanaotutazama, tunachofanya ni uinjilishaji wa kina kwamba kile tulichoona, tulichogusa na tulichoonja, kama alivyotuambia baba paroko, ndicho tunachotaka kuushuhudia ulimwengu na kuambia ya kwamba oneni, Mungu anavyotupenda. Ndugu zangu, ekaristia ni nini? Ni upendo na shukrani. Kanisa li hai kwa sababu ya ekaristia. Na ndio maana Mtakatifu Dismas anatuambia hakuna kanisa, hakuna ekarisi, hakuna kanisa. Tofauti iliyopo katika sakramenti ya ekarisi na sakramenti nyingine ni kwamba Yesu Kristo mwenyewe yupo kwa mwili, damu na nafsi yake katika ekarisi. Mtume Yohane anatuambia akimnukuu Yesu mwenyewe, anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila kila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Najiuliza, wale wasioshiriki Ekaristi Takatifu wana uzima gani ndani yao? Huenda wengi ni wahanga wa ukiro, kwa maana ya ukosefu wa ukinga ya roho. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoadhimisha na kushiriki Ekaristi Takatifu, tunakiri uwepo wa Yesu mwenyewe anayetujalia lishe roho, yaani neema na uzima wa kimungu katika maisha haya kama maandalizi ya kuingia katika uzima wa milele. Tunachoadhimisha leo hii ni fungo kula imani yetu. Ingawa hatumwoni, ni kweli Yesu yupo katika Ekaristi Takatifu, yaani katika mwili na damu vilivyotolewa kama chakula na kinywaji kwa usai wa roho zetu sasa na baada ya maisha haya. Hii ni nyama yangu, Yesu anasema. Kwetu sisi wa Kiswahili, kama ilivyo kwa Wagiriki, neno lililotumika sio nyama ila mwili. Kwa nini kiteolojia na kimantiki neno mwili wa Yesu linabeba uzito kuliko kusema nyama ya Yesu? Ndugu zangu, Yesu anaitoa nafsi yake anajitoa mzima, akili, utashi na uhuru wa mtu ili kudhihirisha upendo alionao kwetu. Nafsi ya Yesu ni nafsi ya Mungu mwenye akili, mwenye utashi na mwenye uhuru, uhuru wa Mungu usiokuwa na mipaka, uhuru ambao kwa njia yake anatupenda sisi wanadamu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anajua yote, ana uwezo wote, anaweza kufanya yote kama anavyotaka. Yesu anaishi katika Ekaristi kwa nafsi yake yote, hafanyi maigizo. Anaposema hivyo, anamaanisha kile anachosema. Kwa hiyo tunapoadhimisha fumbo la Ekaristi takatifu uwepo wa Yesu ni real, sio maagiz, maigizo, sio komedi, sio usanii. Alipotangaza alipo kuhusu Ekaristi alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho, kama tunavyosoma Injili ya Yohane sura ya 6 mstari ule wa 54 Alichosema alimaanisha. Yesu hakusita kusema anayenila. Maana yake nini? Alitaka kutoa maisha yake yote na nafsi yake kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu, kwa ajili ya uzima wa sasa, lakini pia kwa ajili ya maisha ya baadaye. Yesu ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Yesu ni mkate uliotoka kutoka mbinguni. Yesu kwa njia ya Ekaristi anatoa uzima kwa dunia. Maneno yake, mimi ni chakula cha uzima, ni maneno ya maana sana, ni maneno ambayo unapaswa kuyaelewa, ni maneno ambayo unapaswa kuyazingatia. Yesu sio anatoa mkate wa uzima wa milele tu bali mkate huu ni yeye mwenyewe. Yesu aliwaambia watu, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali ni Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kilichoshuka kutoka mbinguni. Injili ya Yohani sura ya sita mstari ule wa thelathini na mbili. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaalikwa kushiriki katika agano la milele. Katika Ekaristi tunaalikwa kushiriki agano, kama tulivyosikia katika lile somo la pili, kushiriki agano linalotuhakikishia upendo, wema, huruma, msamaha na wokovu wetu. Mwinjili Luka akimnukuu Yesu anaandika, hii ndiyo damu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kusanyiko hili si kwa bahati mbaya, ni mwendelezo wa fundisho la Kristo kwamba kila mkusanyikapo na kuadhimisha, fanyeni hivyo kila wakati kwa kunikumbuka mimi, kwa kuwa mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Mtume Paulo akiongea na Wakorinto, ndivyo leo hii anaongea na kila mmoja wetu kama tulivyosikia katika lile somo la pili: hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo na kwa ukumbusho wangu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwajika kwa ajili yenu. Tulianza kushiriki katika agano hili wakati wa ubatizo wetu. Huenda wengi wetu tulibatizwa tukiwa watoto, lakini kila tunaposhiriki maadhimisho kama haya, kila tunapokusanyika kama ndugu, kama familia ya Mungu, tunathibitisha kile ambacho wazazi wetu au wasimamizi wetu au walezi wetu waliahidi kwa niaba yetu katika uchanga na utoto wetu. Sasa ndugu zangu, tufanye nini? Leo tumekusanyika pamoja, kwanza kabisa tutamwabudu Yesu wa Ekaristi wakati wa, wa mageuzo, lakini zaidi mno tutaendelea kumwabudu Yesu wa Ekaristi nje ya adhimisho la misa, kama mwendelezo na uthibitisho tena, kama ukamilifu wa lile ambalo tunafanya katika adhimisho la misa tumwabudu Yesu katika uwepo wake wa kweli katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, Yesu alipoweka Ekaristi aliwathibitishia wafuasi wake, nipo pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Yupo katika Injili anatuambia wanapokusanyika wawili au watatu kwa jina langu, nipo pamoja nao. Ndugu zangu, hatuwezi kumpokea Yesu pasipo kumwabudu kwanza, na ndiyo maana wakati wa mageuzo, padre mwadhimishi humwinua Yesu, nasi tunapaswa kuanguka kifudifudi mbele yake, kwani amezaliwa na kutambulishwa kwetu kama kuhani, kama mfalme na mwalimu, kama Bwana na Mwokozi wetu. Ndiye anayetuambia njooni, mliobarikiwa na Baba yangu, mwanze kuonja upendo wa Mungu unaopatikana katika altari, katika Kalvario ya nyakati zetu. Ninawasikitikia mno wasioshiriki maadhimisho ya misa takatifu. Ninawasikia zaidi wale waliojifungia kupokea Ekaristi kwa sababu wanazozifahamu wao wenyewe hawa kama nilivyosema ni wahanga wa ukiro, kwa maana ya ukosefu wa kinga ya kiroho, na hivyo wanaweza wakashambuliwa kwa namna mbalimbali. Baada ya kushiriki na kumpokea Yesu, tunaalikwa kuwa na ibada endelevu ya kumwabudu, kuwa na ibada endelevu ya kumwabudu. Hiyo tutaifanya wakati wa maandamano lakini ibada endelevu ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi inafanyika daima katika nafsi zetu, katika mioyo yetu kwa kuwa tumempokea. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa pili anatukumbusha ya kwamba toleeni miili yenu kama sadaka iliyo hai takatifu na inayompendeza Mungu. Msiige mambo ya dunia, msimuzunishe Roho wa Mungu, akae ndani yenu. Sisi ni hekalu la Mungu, sisi ni hekalu la Kristo. Na kwa kuwa tunampokea Kristo, kile unachopokea ndicho unachokuwa. Basi jitahidi kufanana naye ili uwe na ibada endelevu ndani ya nafsi yako kwenye familia yako katika jumuiya katika parokia katika jimbo na katika ulimwengu mzima. Tambueni ya kwamba Yesu aliwaambia wafuasi wake, na ndivyo anavyotuambia sisi: tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yeye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi kama tunavyosoma kitabu cha Isaya sura ya saba mstari wa kumi na nne. Ikiwa yuko pamoja nasi, kwa nini tuone shaka kumwabudu ndani na nje ya misa? Leo hii tutaandamana kuthibitishia ulimwengu furaha ya uwepo wa Kristo kati yetu. Ndugu zangu, ninawaalika tunapomshuhudia Kristo ambaye anatupenda na anayelipenda taifa letu, yeye ambaye ni mfalme wa amani. Basi tuliombee taifa letu amani, kwa namna ya pekee, tukielekea uchaku, uchaguzi mkuu. Pamoja naye atatubariki na kubariki mitaa yetu, atabariki shughuli zetu, atabariki miradi yote tulio, na yote tuliyo nayo lakini zaidi mno alibariki taifa letu la Tanzania, ili sote tuwe ndugu, haijalishi tofauti tulizo nazo za kiitikadi, za ukanda, za sijui rangi, sura, urefu, weupe, sijui na nini, lakini tutambue kwamba sisi ni raia wa taifa la Tanzania, na hakuna mwenye kibali zaidi ya kuwa raia kuliko wengine. Ndugu zangu kanisa limezaliwa katika ekaristi. katika barua ya kichungaji ya Papa Yohani Paulo wa pili Ecclesia de Eucharistia na ile ya Mane Nobiscum Dominae au kaa nasi bwana tunajifunza ya kwamba kanisa limezaliwa lipo na litaendelea kusawi katika ekaristi katika ekaristi takatifu kanisa limejaliwa kufurahia, kufurahi na kuishi daima katika uwepo wa Bwana, kwa kuwa amesema, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wakati Papa Yohani Paulo wa pili akiandika barua hiyo, aliweka bayana ya kwamba kupitia maabudio ya kiekarisia waamini wa wanapata fursa ya kupokea indulgencia plenaria yaani, msamaha wa dhambi na adhabu zake, kwa wale waliotimiza masharti: kuungama dhambi, kupokea ekaristi na kusali kwa nia za Papa. Kwa hiyo, ndugu zangu, leo ni kama siku ya kuzaliwa upya katika neema katika baraka, katika utakatifu na katika uchaji, kwa kuwa katika adhimisho hili na maandamano yanayofuata